cha Mheshimiwa DC chagua ni moja tu, ni watawala kukubali kubadilika waendane na wakati uliopo. Kwa sababu gani? Hakuna anayeweza kushindana na ukuta huu, ni ukuta huu ni muda, watu wanataka mabadiliko, hawawezi kuvumilia tena. Wacha nikwambie mimi, tarehe ishirini na tisa we unafahamu, mimi sikuwepo, na sikuwepo kwa sababu nilikuwa nimesitaki kuwepo. Niliondoka kwa sababu ya kuponyesha roho yangu tu, wenzangu wanakamatwa. Tangu lini unakamatwa na jeshi la polisi siku saba, watu wawati mahali ulipo? Nakushukuru, ulinisaidia, japo sikuwepo. Wamekamata watu wetu Msua, nampigia RPC ndio naisema mimi nikiwa sipo, wamevamiwa vijana wetu kwa uchonganishi tu wa itikadi, kwamba ili hapa kuweze kuwa na amani, watu wamepeleka orodha ya vijana wa Chadema kwa sababu itikadi yao, kwamba wanapaswa kukamatwa, ndio amani itakuwepo. Wanavamiwa watu usiku, wanapelekwa na majeshi na polisi, watu wakiwa na unifomu. Siku saba hakuna mtu anayejua walipo. Nimetumia mbinu zangu zote kujua watu wameshikiliwa kwenye kipindi gani, kwenye kitu gani. Hakuna. Mwisho nikalazimika kujisalimia kujisalimisha, kujisalimisha kwako kukumbushia urafiki ambao haukupaswa kwa sababu wewe unafanya kazi ya jamhuri sio kwa sababu ya urafiki. Ndipo ulipokuja kusaidia baada ya siku saba kuja kuleta wale watu. Kwani sheria ndivyo inavyosema mwananchi anasema uhuru ni pamoja na kuheshimu katiba na sheria. Dola inaheshimu katiba, inaheshimu sheria. Sheria gani kwenda kumkamata usiku mtu na bado unataka kumwambia mahali alipo? Sasa tunawezaje tukatoka mahali hapa? Mheshimiwa DC na nyinyi wateule ambao mnamwambia rais. Kwanza, mna bahati mbaya moja. Hamjui ukweli na ndio maana kila mtu akisimama anajichanganya. Wewe unasema las pale. Unasema las ndiye alianzisha maandamano. Mama wakati anaapishwa anasema watu walitoka nje. Tukwamini wewe, tumwamini mama?